Majina naitwa Kelvin Abil, Meneja Mkuu kampuni ya Mwamba Mining. Ah, ni kampuni ambayo tumeanza kwa toka 2018 lakini kwa ukanda wa Nzega vilevile na Mwanza. Tulivutiwa sana kuja kuwekeza mkoa wa Geita kulingana na fursa na sera rafiki za uwekezaji. Chachu ama sababu ya sisi kuendelea kupambana na, kwa, na kupata mafanikio kwa kasi ni kwa sababu ya yale maono ambayo tunayo kwa ajili ya ya ya ya, ya, ya mkoa wa Geita, lakini vile vile kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi, kwanza kupambana na matumizi ya mercury, lakini vile vile kutoa ajira, lakini vile vile kuweza kuinua wachimbaji wadogo wadogo ambao kwa muda mwingi wamekuwa wakichenjua dhahabu zao kwa njia ambazo hawapati dhahabu stahili. Wachimbaji uknapata asilimia 40 kutumia njia za mercury walchi, lakini kwa mtambo wetu huu wanapata mpaka asilimia 97. Lengo kubwa la Mwamba Mining ni kuhakikisha kwamba madini ambayo yako chini yanawanufaisha wananchi ambao wanaishi juu yake, lakini vile vile kutengeneza ajira, lakini vilevile kupambana matumizi ya mercury, lakini kubwa zaidi ni kuwe kwamba vijana wanapata ajira wanapata kipato ambacho watasaidia ndugu zao, mama zao na familia zao. Kwa jina naitwa Kelvin Abil, meneja mkuu kampuni ya Mwamba Mining. Ni kampuni ambayo of course, ya, tumeanza kwa toka 2018 lakini kwa ukanda wa Nzega vile vile na Mwanza tulivutiwa sana kuja kuwekeza mkoa wa Geita kulingana na fursa na sera rafiki za uwekezaji mchachu ama sababu ya sisi kuendelea kupambana na, kwa, na kupata mafanikio ya kwa kasi ni kwa sababu ya yale maono ambayo tunayo kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya mkoa wa Geita, lakini vilevile vile kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi, kwanza kupambana na matumizi ya mercury, lakini vile vile kutoa ajira, lakini vilevile kuweza kuinua wachimbaji wadogo wadogo ambao kwa muda mwingi wamekuwa wakichenjua dhahabu za zao kwa njia ambazo hawapati dhahabu stahili wachimbaji, ukwanapata asilimia arobaini kutumia njia za mercury walichin, lakini kwa mtambo wetu huu wanapata mpaka asilimia 97. Lengo kubwa la Mwamba Mining ni kuhakikisha kwamba madini ambayo yako chini yanawanufaisha wananchi ambao wanaishi juu yake lakini vile vile kutengeneza ajira lakini vile vile kupambana matumizi ya mercury lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira, wanapata kipato ambacho watasaidia ndugu zao mama zao na familia zao. Mpaka sasa hivi tuna vijana sitini ambao tuliwatoa mtaani huko jobless na kuwasaidia kuwafundisha. Sasa hivi wanaajira wanapokea mishahara, na mpaka sasa hivi tumeweza kuajiri vijana wa Kitanzania wa kike na wa kiume wasiopungua mia moja thelathini na tano. Sisi hapa tunachangia kwa kiasi kubwa sana, na sisi ssiala yetu inaenda ina, ina, ina eneo zote, eneo ya michezo, afya, elimu. Mpaka sasa hivi tunajenga madarasa katika shule ya Primary Kiloleli, na miezi kadhaa iliyopita tuliandaa ligi <coughs> tuliandaa ligi pale Buziba na tukaita baadhi ya wataalamu kutoka uh, timu ya Yanga kwa ajili ya kuja kuchunguza vipaji, kuangalia vipaji katika Buziba, ili za kesho wa vijana watoke Buziba, ya ruhusu Geita, wakacheze Yanga, wakacheze timu zingine ndani ya nchi na nje ya nchi. kui maonesho hayo tumekuwa ni shukuru kwa hii fursa ya haya maonesho, ni sehemu ambayo watu wameweza kuitambua na kufahamu Mwamba ni nini, Mwamba iko wapi na Mwamba inafanya nini. Tumeweza kutembea na tumeweza kuonyesha vifaa vyetu, tumeweza kuonyesha baadhi ya kazi ambazo tunazifanya kwenye haya maonyesho sasa, na watu wameweza kutambua Mwamba ni nani na anafanya nini, na pia shughuli zetu Mwamba Mining. Mwamba Mining ni kampuni ya Kitanzania inayojishughulisha na shughuli kubwa tatu ikiwemo utafiti wa madini kwa njia za kiufizikia na pia uchongaji wa miamba maana kitamu ni drilling. Tunafanya shughuli pia za uchongaji wa madini na uchenjuaji wa madini asili ya wazaji wa kampuni ya Mwamba Mining, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu unatokana na, na, na kauli mbiu inayosema utajiri uliopo chini ya ardhi lazima uwanufaishe waliopo juu yake. Hii ilitokana ni baada ya kufanya tafiti kwenye ukanda huu wa Geita kuona wachimbaji wengi wadogo wakitumia njia ambazo sio rafiki kwa mazingira na zenye ufanisi mdogo wa ukamataji wa dhahabu kutoka kwenye matirio yao, maana yake unatumia mecho. Hivyo Mwamba Mining ilifanya maamuzi ya uwekezaji mkubwa kwenye mtambo wa kisasa wa uchenjuaji wa madini ambao unatumia teknolojia ya CIP ambayo ina ufanisi wa zaidi ya asilimia tisini na saba kwa lengo kubwa la kushirikiana na wachimbaji wadogo kuchenjua matirio yao. Lakini pia kukodisha mtambo na kuchenjua na kuchenjua matilio yetu wenyewe. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, uwekezaji huu umeweza kuleta tija kubwa sana kwa jamii, ikiwepo ongezeko la pato kwa wachimbaji wadogo, kwani sasa wanaweza kufanya uchimbaji kwa maeneo ambayo yameshafanyiwa utafiti, wakiwa na uchimbaji wa uhakika, lakini pia na ukamataji wa kiwango kikubwa cha dhahabu, hivyo maongezea pato, lakini pia na makusanyo ya mrabaha kwa kiwango kikubwa, sababu inapatikana ni kubwa. Pia uwekezaji huu umeweza kutoa nafasi za ajira zaidi ya mia mbili hamsini kwa Watanzania pia na kutoa ujuzi kwa jamii inayotuzunguka kwa Nyarugusu na mfano dhahiri. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, ni mfano huu ama prototype ya plant yetu imetengenezwa na vijana wa pale Nyarugusu ambao walihusika katika usaidizi wa ujenzi wa mradi huu, na wakatoa shukrani yao kwa Mwamba Mining kwa kuweza kujenga, kutengeneza mfano huu ambao unaeleza picha ya halisi ya namna uchenjaji wa mtambo wetu. Pia mheshimiwa naibu waziri mkuu, tunatoa nafasi za mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa vyuo mbalimbali kutoka mbali mbali mbali nchini akadi nafasi hamsini kwa wakati mmoja. Pia Mwamba Mining inachangia katika shughuli za maendeleo ya jamii kwenye elimu, afya na maji kwa jamii iliyotuzunguka kwa kusaidia watoto walio katika mazingira yasiyo rafiki na pia kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo juu ya kutumia njia salama za uchimbaji na ukamataji wa dhahabu. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, haya mafanikio yote makubwa yasingewezekana bila usimamizi na uratibu bora wa sera za uwekezaji wa awamu ya sita, hivyo sisi kama Mwamba Mining tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na viongozi nyote wa serikali kuu na viongozi wetu wote mpaka ngazi ya mkoa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kututembelea eh, kwa kwako kwa katika bandari yetu ni faraja, na pia inatupa chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuleta maendeleo chanya katika sekta ya uchimbaji wa madini, jamii iliyotuzunguka na taifa letu kwa ujumla. mwisho